Kwa ofisi ya ODM Mumias East Sub Branch, mimi ni organizing secretary, na tumejikusanya hapa kama viongozi wa hii ofisi tukiwa na malalamishi kuhusiana na ule uongozi ambao unaendelea kwa hiyo ofisi ya Mumias East sub County. Ukienda juu mpaka kwa county, ofisi ya ODM kwa county level. Tumekuwa na mkutano juzi wa ODM ikiadhimisha miaka ishirini, na sisi kama viongozi tunajua mwongozo ulitoka kwa ofisi ya ODM Nairobi, lakini la ajabu chairman wetu wa ofisi ya ODM aliacha wahusika ambayo tuna secretary general hapa, kuna treasurer hapa, mimi kama organizing secretary, kuna members hapa wale ambao wako kwa ofisi ya ofisi ya hapa ya hapa shanda. La ajabu walichukuana, chairman akachukua bibi yake, ndugu, mtoto wa ndugu yake, mtoto wake akachukua. Ukienda kwa ofisi ya Malai Songo Ward wakachukua chairman, wakachukua vi, uh, women rep, wakachukua uh, vice chairman. Na la ajabu, watu ambao wanahusika kwenda kwa mkutano hawakuchukuliwa. Jambo la pili, tumekuja hapa kujua uaje watuambie kama tulito, tulitolewa kwa register huko Nairobi kwa Orange House. Kwa sababu vile sisi tuliangalia mpaka, mpaka jana majina yetu ndio bado yako kwa ofisi kama viongozi wa Mumias East. Kwa hivyo sisi tunataka kuambia na tunarudia, ikiwa hawataki amani basi amani haitapatikana, kwa sababu sisi ni viongozi ambao tulichaguliwa na wananchi na wana ODM vile wao pia walichaguliwa. Kwa hivyo tumeleta malalamishi yetu kwa ofisi ya gavana ambaye ndiye chairman wa ODM Kakamega County, kwa ofisi ya Orange House huko Nairobi. Tafadhali, kama mnataka mumia sisi tuwe na amani, wafungue ofisi, waje watuelezee hasa ni shida iko wapi. Hatutaendelea hivi kunyanyaswa na sisi ni wana ODM. Sisi tunafanya kila kitu ambayo inahitajika. Yale pesa, zile pesa ambazo walikuwa wanagawana ni pesa ambazo ambazo wabunge wetu sisi kama wanachama wale ambao ni wana ODM huwa wanakatwa na inakuja facilitation. Kwa hivyo sisi hatutakubali chochote wala hatutakubali mambo yote kama hiyo ofisi haitafunguliwa na tukae mkutano tujue ni nini ambayo inaendelea kwa sababu tuna secretary general hapa, tuna viongozi wote ambao wanahitajika. <coughs> tunataka kujua hao viongozi ambao walienda Mombasa, wale ambao walipewa pesa zetu walikuwa ni akina nani? Kulingana na mpasuko ambayo iko Kakamega, watu tuko marginalized, kwa sababu wengine wanaona sisi ni watu wa LC, wengine wanaona wao ni wa baraza. Na chama cha ODM wanasema ni chama cha demokrasia, ikiwa wameita uchaguzi wachague chairman wa county. Kwa nini watu wanataka waawe na mawazo moja. Ikiwa wewe unaamua unaenda <coughs> the other direction, wanasema wewe ni msaliti. Hatuwezi kubali baraza kuanza kufanya vitu ambazo si za haki ikiwa chama ni ODM na kuna nafasi ya kuchagua hata sisi. Wakati tulikuwa tunachaguana huko Lubini, tukichagua watu wa sub county, watu walikuwa na mawazo tofauti, lakini mwisho baada ya kura tulirudi pamoja, na likawa ni ofisi moja. Na la mwisho, nataka kuambia chairman wa ODM Mumias East sub county, wewe ulipata hii chama ikiwa intact, watu walikuwa wanafanya pamoja. Inapasuka kwa mikono yako. Usipoangalia mahali unaenda wewe, ndio utaenda utatuacha kwa ODM. Asante. Mimi ndio SG Mumias East naitwa Yasin. Yasin Akungwi, Secretary General of Mumias East, Yasin Ali Akungwi. E, langu ni kuambia ofisi kuu ya Kakamega County, na haswa sana nataka niambie watu wa secretariat from Orange House, kama wanajua vizuri Barasa kona chairmanship ya Kakamega watuambie watueleze, kwa sababu hii mgogoro yote inatokana na gavana. Kama tungekuwa na election ambayo ilikuwa free and fair election tukakameka county hatungekuwa na mgogoro kama huu ambao tunaona huu saa hii, kwa sababu nakumbuka wakati tulikuwa na Oparanya akiwa kama chairman wa ODM hatukuwa na migogoro kama hii. So napendelea na, na, na, na watu wa Orange House secretariat, Special secretariat na chairman wetu ambaye amepewa eh, uongozi juzi, Oburu Odinga, akuja and intervene hii maneno ya Kakamega County, kwa sababu sisi tunanyanyaswa sana, tumeanza kunyanyaswa na tuoni mahali tunaelekea, kwa sababu sisi tulikuwa tunataka ue intact ili tufanye kazi pamoja hii shida yote imeletwa kwa aswa sana kwa sababu tu kuchagua chairman wa ODM, tulikuwa tuchague chairman wa ODM, na migogoro ikaingia hapo, kwa sababu we wanted a chairman who is very liberal, mwenye Barasa alikuwa analeta wa goons wakuja kupiga kura kwa ODM na sisi tulikuwa tunataka genuine delegates wenye wako majina yao iko kwa Orange House ili tupige kura, alafu tukishapiga kura tuchague chairman ambaye tuko na imani naye. Hiyo ndio ilileta hii shida zote ambazo tunaona, so so far hatujachagua chairman wa Kakamega county. Sasa yeye alichukua kiti na nadhania yeye ndio chairman so to, sisi kama members wa delegates, tunaomba ofisi kuu wa Kakamega county akiwa yeye ndiye amesema anaona kama yeye ndio chairman wa Kakamega. So sisi kama members wenye eligible kwa ODM stream mainstream ya sub branch, sub, eh, sub sub, sub county tunaonelea kwamba hiyo pesa tunataka tujue ilienda kwa mikono ya nani. Eh, sioni kama kuna mipangilio yoyote mzuri kwa sababu shida vile nimesema hapa awali inatokana na uchairmanship kutoka kwa county level. Imevunja morals ya members na vile hawa members unajua kitambo wakati tukienda mikutano yoyote hata wakati tulienda Vunyula tulikuwa tunaitana kwa ofisi tunakaa pamoja tunagawana slots kama ni Lushaa, Lubinu East, Wanga, Malai, Songo, tunajua members gani wanaenda huko. Saa hizi wanachukuana tu kulingana na huyu ni friend wake, huyu ni mtu wa baraza, huyu ako affiliated kwa, kwa hii pande fulani, na wanachaguana na wanaenda meetings. Hiyo ndio imeleta hiyo mgawanyiko. Majina naitwa Esther Udori ama Mili, naongea kutoka Mumiasi east. Sub County kwa ofisi ya ODM. Mimi langu ni hili. Sisi tuliingia ODM tangu 207 na mheshimiwa Washali ndiye alituweka kwa ODM. Wakati Washali alitaka kutoka ODM, alituongelesha tukaambia, mheshimiwa, sisi tumesha kubaliana na ODM, sisi ni watu wa ODM. Hiyo chama nyingine yenye unaenda, sisi hatuendi. Kweli tumebaki ODM tangu hiyo miaka yote. Barasa amekuja ndiye anataka kutungoa ODM. Sababu kubwa ni ile uchaguzi wa ODM yenye imeitishwa Kakamega County ambapo ilitakikana tuwe na chairman. Wakati tuliuliza chairman wamesimama, kura ipigiwe mtu mmoja, ni nani na nani? Hawakutaka kutuambia. Nabii alitoka Lugari akaja hapa akatuomba kura. Baraza anapita Mumias East, ajui ODM ni nini, ilihali tu alipitia kwa hiyo chama. Sisi tulisimamia kura yake, hatujui sisi ni yakina nani. Tuliamua kupatia Nabii kura, na wakaamua wale watu wenye walisimama na Nabii, sio delicate tena tumetafuta vile tumeenda Mombasa tumerudi, lakini tunataka tuambie baraza. Mimi hata huyu chairman anafuata rules kutoka kwa baraza baraza, mimi nataka nikuambie, ulipata ulitupata ODM na utatutoa? Nataka nikuambie leo, sisi kama wana ODM ndio tulikuweka hapo mahali penye uko, uko na madharau kubwa, badala uje uja hata utuulize iko nini, mbona amujasimama na mimi next, tubadilishe nia wewe Unaamua kutufukuza kwa chama, hatutoki kwa chama. Na pia nataka nikuambie, ambia mawaziri wako wenye umeweka kwa ofisi Barasa, wakae kwa ofisi, wafanye kazi, wa kule mshara wa kaunti, wawachane na chama. Chama ni yetu, sisi tulianzisha, ulipata chama ikiendelea. <mimu> Gregory, Gregory Sakwa, mimi ni mwana jana nilipata uchumbe kwamba tukuje tuhudhuria hapa mkutano ya ODM wa kuelezea vile walienda wale ambao walifanikiwa kwenda Mombasa. Lakini nimeshangaa leo sana kuja kwa hii ofisi yetu achai kuwa na askari kukuja kulinda sisi. Tumekuwa threatened hapa atatupikwa rungu. Lakini mimi ningepikwa rungu mtu ningelia wa kwanza angekuwa Barasa kwa sababu hiyo ni oda kutoka kwa governor. Sisi kila mahali tukikuja hapa tunakuwa na mkutano bila maskari lakini leo nimeshangaa sana, na wametuma kwa sababu ya gavana. Mimi niko hapa kwa ajili ya kusema hivi, kama mama tumeng'ang'ana na chama since 2007. tuko pale tunafanya kila jambo, kila juhudi kuhakikisha tunaishi kivipi. Nataka niseme hivi, niaombe Bwana Barasa kwa unyenyekevu kwamba sisi ndio wadosi, sisi tulimchagua kama gavana na sisi ndio waajiri wake. Aachane na maskari akuje chini mwenyewe na miguu yake miwili tuongee haya maneno, haya maneno kuna uchafu mwingi hapa chini. Sijui ni yeye mwenyewe ndiye anapanga haya maneno ya watu kukuja hapa kutofautiana watu, atupatani ukabila mingi. Kama chairman wa hapa akiambia kuchagua watu, anachagua bibi yake, shemeji yake, dada yake, hata wajukuu wake wanaenda huo mkutano. Sijui Barasa, uongozi wako uko vipi? Sisi tunataka tu uje hapa chini Utuambie, ni kwa nini umetufuta kutoka register. Tumekuwa na bwana Uparanya, tumekuwa na bwana Washali, sisi hatujawahi banduka kwa hiki chama. Yeye amekuja ametupata hapa yeye anatufurusha wakati huu, sisi ndio tumemtafutia kuraaka mtu rais wa kupata kura hii Mumias East. Kileodi alikuwa pate, lakini tulisimama kidete kuhakikisha kwamba Barasa amepata. Tangu apate hata hatujui, hata hatumtambui, tunamwona tu kwa TV akipita. A hapa shanda ni mbio, gari inaenda ni kama ni ndege, hata tunashindwa ni nini, akiwa mahali maskari wako naye karibu kabisa, wezi muongelesha aje chini, aachane na askari, tutaongea kama binadamu eh. Naitwa Geoffrey Sande, natoka Malai Songo Makunga. Mimi nataka kusema hivi, nilishangazwa sana. Mimi nimekuwa mwana ODM suku kabisa, lakini wakati tumekuwa tukienda Mombasa, nilirei salam, nikauliza ni nani wanaenda, nikasema wakati tulienda walienda State Lodge. wale sura tu zile zile ndizo zilienda wakati walienda kule Madaraka dai ni zile surasura tu, jinsi walivyosema jamii moja ndio imechukua chama cha ODM cha Mumias. Naomba ga, gavana ya kwamba mambo ya kura ni democracy, mtu apike kura penye anataka. Hii mkokoro imetokea wakati tumekuwa na kura ya gavana ya kutafuta chairperson wa eh, county wengine, tulipoamua kwamba wacha tujaribu tuone fazi, na ukitaka mtu afanye, lazima akuwe na opponent, wukitaka, fa, eh, kazi. Na so baraza angekubali kura, tupike kura. Walikuwa wamesimama na nabii na yale ambayo alitenda, ndio sasa sisi tukawekwa nje. Asa watu wa Mumias East awaoni kama sisi ni watu, na baraza akumbuke na kwao penye alisaliwa ni Mumias East ah. na sisi kama hawezi kuja kututengeneza kutuweka pamoja tuta. Na chama na ule mshamba mwingine atashangaa tunasema hivi hey. Aje tu kabisa kae na sisi, na mimi nataka kuambia nabii hey. Kaa kama mwanaume yes. Sisi tuko nyuma yako hey. Mama Els, kaa kama mwanamke yes. Sisi tuko nyuma yako na tutakusupport. Kama hawezi kuja tutakutana nao mundu kumundu.